Gari la msichana liliharibika barabarani. Aliona bajaji ikija akaisimamisha haraka ili kuomba lifti. Dereva wa bajaji akasema, "Bibie, sifanyi kazi kwa sasa. Naenda kukutana na mpenzi wangu." Msichana alisema, "Lakini pia mimi nakwenda kukutana na mpenzi wangu katika hoteli inayofuata. Nisipofika kwa wakati atanikasirikia." Dereva wa bajaji alisema, "Oh, ni bahati nzuri. Mpenzi wangu pia yuko katika hoteli hiyo hiyo." Kusikia hivyo, msichana alifurahi sana. Dereva akamwambia akae ndani kisha akaanza kuendesha. Walipofika karibu na hoteli hiyo, dereva alisimamisha bajaji. Msichana alishuka haraka na kusema, oh, samani, nadhani nimesahau mkoba wangu kwenye gari langu. Dereva akasema, ni sawa, nitachukua pesa siku nyingine. Msichana alimshukuru na kwenda kukutana na mpenzi wake. Dereva wa bajaji pia alienda hotelini na zawadi kwa mpenzi wake, alimpa shada la maua, lakini mpenzi wake hakufurahi na kuweka maua pembeni. Alipoona amekasirika, dereva alitabasamu na kusema, nina zawadi nyingine kwa ajili yako. Msichana akawa na furaha kidogo, lakini alipofungua sanduku kulikuwa na mkufu wa bei ndogo tu. Alisema, hii ndio zawadi yako ya thamani. Dereva akasema, unajua sipati pesa nyingi katika bajaji. Kusikia hivyo, mwanamke alisema, hatuwezi kuwa pamoja tena, tena tusikutane na na usinipigie tena. Kisha akasimama na kuondoka. Siku iliyofuata, mwanamme huyo alipokuwa akisafisha bajaji yake, msichana yula yule aliyemwomba lifti alikuja. Alijaribu kumpa pesa, lakini dereva alikataa kuchukua. Kisha msichana akamwomba nambari yake ya simu. Yule mtu alishangaa na kusema, lakini kwa nini unataka namba yangu? Msichana alisema, kuna kazi nyingi nyumbani kwangu na wewe ni mtu mwema. Dereva akampa namba yake na akaenda zake. Pembeni abiria mwingine alikuwa akingojea usafiri. Dereva aliita, bibi, unataka kwenda mahali fulani? Mwanamke akasema ndiyo. Dereva alimpeleka hadi alipo, alilipa nauli na kuondoka. Baada ya muda dereva aliona begi lililoachwa kwenye bajaji, akaifungua na kukuta pesa nyingi ndani. Akawaza, hizi lazima ni za yule mwanamke ambaye ametoka tu kumshusha. Haraka akaketi kwenye bajaji na kwenda kumtafuta. Alipomkuta akasema akasema, bibi, hili ni begi lako? Mwanamke akasema, ndiyo, nililiacha kwenye bajaji yako, nilikuwa na wasiwasi sana. Alifungua begi na kuangalia, pesa zote zilikuwa salama, kisha akatoa pesa na kumpa dereva wa bajaji. Dereva akasema, lakini kwa nini unanipa hii? Mwanamke akasema, hii ni thawabu kwa uaminifu wako. Kama mtu mwingine angeipata, asingeirudisha. Dereva alipokea pesa kimya kimya. Dereva huyu alionyesha uaminifu wa kweli kwa kurudisha begi. Sasa unapaswa pia kupenda video hii.